Kwa nini watu wengi wanafanya kazi maisha yao yote lakini hawawi matajiri? Huu ni uchambuzi wa kitabu The Richest Man in Babylon kilichoandikwa na George S. Clason. Umeletwa kwenu na Sauti ya Kurasa kwa mfumo wa simulizi rahisi na wenye mafundisho ya kifedha. Kulikuwepo mji wenye kuta ndefu, minara mirefu na masoko yaliyojaa biashara. Mji huo uliitwa Babeli, ulikuwa miongoni mwa miji tajiri zaidi duniani. Lakini katikati ya utajiri huo, si kila mtu alikuwa tajiri. Katika mji huo aliishi mtu aliyejulikana kama Arkadi, mtu aliyesifiwa kuwa tajiri kuliko wote Babeli. Kuta zake zilikuwa ndefu kana kwamba zinagusa mawingu. Minara yake ilisimama kwa fahari na masoko yake yalijaa wafanyabiashara waliouza kila kitu kuanzia nafaka hadi vito vya thamani. Ilikuwa ni mji wa utajiri, biashara na ustaarabu wa hali ya juu. Lakini katikati ya fahari hiyo, si kila mtu aliishi maisha ya anasa. Ndani ya mji huo Aliishi mtu aliyeheshimiwa sana kwa hekima na utajiri wake. Arkadi alijulikana kama mtu tajiri kuliko wote Babeli, lakini jambo lililowashangaza wengi ni hili: hakuzaliwa katika nyumba ya kifahari alianza kama mwandishi wa vibao vya udongo, akikaa masaa marefu akiandika mikataba na hesabu kwa ujira mdogo sana. Swali linabaki Aliwezaje kutoka katika hali ya kawaida kabisa hadi kuwa mtu tajiri kupita wote? Siku moja, marafiki zake wa zamani, Bansir na Kobi walikuwa wameketi karibu na ukuta wa mji, wakitazama watu wakipita na mikokoteni ya bidhaa. Bansir alikuwa mtengeneza magari ya farasi. Mikono yake ilikuwa na nguvu, lakini mfuko wake ulikuwa mwepesi. Kobi alikuwa mpiga kinubi. Kipaji chake kilipendeza masikio ya watu lakini, hakukumletea mali. Bansir aliguna kwa huzuni. Kwa nini tunafanya kazi kila siku mpaka jasho latutoka, lakini mifuko yetu inabaki mitupu? Kobi akajibu: huenda miungu haijatupendelea. Lakini ndani yao walijua tatizo halikuwa miungu; lilikuwa maarifa. Wakaamua kumtafuta Arkadi. Walipomkuta walimwambia moja kwa moja, ulikuwa kama sisi, ulivaa mavazi ya kawaida, ulifanya kazi kama sisi. Kwa nini leo wewe ni tajiri nasi bado tunahangaika? Arkadi hakuwacheka hakuwadharau aliwaangalia kwa utulivu na kusema, nilijifunza sheria za dhahabu. Dhahabu ina tabia zake, na yoyote anayejifunza na kuzifuata atakuwa tajiri. Arkadi akaanza na kanuni ya kwanza, kanuni rahisi lakini yenye nguvu: kila sarafu kumi unazopata moja ni yako kujiwekea. Walishtuka. Lakini tayari tunapata kidogo, Bansir akasema, ukiiondoa hiyo moja tutaishi vipi? Arkadi akatabasamu kwa busara. Je, mmezoea kuishi bila hiyo sarafu moja Wakaangalia chini, ndiyo wakakubali. Basi anza kuihifadhi, lipa nafsi yako kwanza, kabla hujalipa mtu yoyote mwingine. Hapo ndipo siri ya kwanza ya utajiri ilipojificha, si katika kupata pesa nyingi, bali katika kuzoea kutunza sehemu yake. Akiba ni mbegu, na mbegu ikipandwa na kutunzwa huzaa mavuno. Lakini Arkadi hakuishia hapo. Aliwaambia, matamanio ya mwanadamu hayana mwisho. Ukipata zaidi utatamani zaidi. Ukijaribu kuridhisha kila tamaa, hutawahi kuokoa. Aliwaeleza tofauti kati ya hitaji na tamaa. Hitaji ni kile kinachokuwezesha kuishi. Tamaa ni kile kinachokufanya utamani kuonekana au kujisikia zaidi. Watu wengi wanapoongezewa kipato wanaongeza matumizi badala ya kuongeza akiba. Ndiyo maana hata wanaopata mshahara mkubwa wakati mwingine bado wanabaki maskini. Utajiri hauji kwa sababu ya kipato kikubwa tu, huja kwa sababu ya nidhamu. Baada ya kujenga akiba, Arkadi hakuiweka dhahabu yake chini ya godoro. Hakuihifadhi tu kwenye chungu; aliifanya ifange kazi. Dhahabu huzaa nyingine ikiwa utaielekeza kwa busara. Lakini kabla haja wa mwerevu, alifanya kosa. Aliwahi kumpa fundi wa matofali dhahabu yake ili ainunue vito vya thamani katika nchi ya mbali. Fundi huyo hakuwa mtaalamu wa vito, alidanganywa, akarudi na vipande vya kioo visivyo na thamani. Arkadi alipoteza pesa yake, lakini Hakupoteza somo. Alijifunza kuwa ushauri wa kifedha lazima utoke kwa mtu mwenye uzoefu katika eneo husika. Usimuulize mchungaji kuhusu biashara ya baharini. Usimuulize mpiga kinubi kuhusu uwekezaji wa mashamba. Baada ya hapo, aliwekeza tu kwa watu waliothibitisha uwezo wao. Dhahabu yake ilianza kuzaa nyingine na hile nyingine ikazaa zaidi. Hapo ndipo nguvu ya uwekezaji ilipoanza kufanya kazi. Lakini bado kulikuwa na hatari. Dhahabu hupenda tahadhari, Arkadi alisema. Hukimbia kwa yule anayefanya maamuzi ya haraka kwa tamaa. Aliwakumbusha kuhusu miradi ya haraka ya kupata utajiri, ahadi za faida kubwa ndani ya muda mfupi. Alisema, kama faida inaonekana kuwa kubwa kupita kiasi, hatari yake pia ni kubwa. Alihakikisha mali yake inalindwa. Aliwekeza katika vitu vyenye msingi imara. Hakukimbilia upepo wa uvumi. Kisha akagusa jambo ambalo wengi hulipuuzia, ambalo ni ongeza uwezo wako. Alisema, kadri unavyokuwa na ujuzi zaidi, ndivyo kipato chako kinavyoongezeka. Hakutosheka na mafanikio yake ya awali. Aliendelea kujifunza kuhusu biashara, masoko na fursa mpya. Alijifunza kusimamia watu, alijifunza kutambua hatari, alijifunza kusubiri, kwa sababu utajiri wa kweli haujengwi kwa siku moja. Hujengwa kwa miaka ya nidhamu, maamuzi sahihi na uvumilivu. Polepole jina lake likaanza kuheshimiwa, si kwa sababu ya mali bali kwa sababu ya hekima. Bansir na Kobi hawakubadilika mara moja, hawakuamuka kesho wakiwa tajiri, lakini walianza na hatua ndogo: kuweka kando sehemu ya kipato chao, wakaanza kuandika matumizi yao, wakaanza kukataa baadhi ya tamaa, wakaanza kuuliza ushauri kwa watu sahihi. Miaka ilipopita, mifuko yao haikubaki tena mitupu, na hapo ndipo somo kuu linapoonekana. Utajiri si tukio, ni prosesi, si bahati, si miujiza, si siri ya wachache waliozaliwa katika familia maalum. Hadi leo, ingawa kuta za Babeli zimeporomoka na masoko yake yamekuwa historia, sheria zake bado zinaishi. Ambazo ni moja, jiwekee angalau asilimia kumi ya kipato chako. Arkadi alianza kwa akiba ndogo tu kila sarafu kumi alizopata moja aliweka upande. Kwa muda, hiyo sarafu moja iliyokuwa ikiondolewa kidogo kidogo ikawa akiba kubwa. Mbili, dhibiti matumizi yako kwa hekima. Arkadi alifundisha kwamba tamaa ni kikwazo. Ikiwa mtu anatumia kila kitu anachopata, hata kipato kikubwa hakitasaidia. Tatu, fanya pesa ikufanyie kazi kupitia uwekezaji wa busara. Arkadi hakuweka dhahabu yake chini ya godoro, aliwekeza kwa busara kwa wale wenye ujuzi. Kila dhahabu ilileta nyingine. Nne, linda mali yako dhidi ya tamaa na ujinga. Dhahabu hupenda tahadhari. Arkadi hakukimbilia miradi ya haraka ya kupata utajiri, hakutamani faida kubwa haraka bila msingi. Tano, ongeza uwezo wako ili thamani yako iongezeke kila siku. Utajiri wa kweli haujengwi bila maarifa. Arkadi alijifunza biashara, masoko na mikataba. Alijua kuwa kadri ujuzi wake unavyoongezeka ndivyo anavyoweza kupata faida zaidi. Mafunzo tuliyoyapata ni moja, jiwekee angalau asilimia kumi ya kipato chako. Mbili, Dhibiti matumizi yako kwa hekima. Tatu, fanya pesa ikufanyie kazi kupitia uwekezaji wa busara. Nne, linda mali yako dhidi ya tamaa na ujinga. Tano, ongeza uwezo wako ili thamani yako iongezeke kila siku. Ukifanya hivyo kwa uvumilivu, pole pole utaona mabadiliko. Kwa sababu dhahabu humtii yule anayeheshimu kanuni zake. Hekima ya Babeli bado inanong'ona hadi leo, kwa yeyote aliye tayari kusikiliza. Sasa ni zamu yako. Anza leo, weka akiba kidogo, dhibiti tamaa, weka pesa ikufanyie kazi, linda mali yako na ongeza ujuzi wako. Hatua ndogo leo zinaweza kuunda utajiri wako kesho. Je, utachukua hatua hiyo au utawaacha wengine wakiendelea mbele? Ikiwa unataka hadithi zaidi za hekima kama hizi na mbinu za kweli za kufanikisha maisha yako, subscribe sasa ili usikose simulizi zetu zinazobadilisha maisha.